Aleykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allahu tabaraka wataala na kusaka ziada rehma kwa bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, napenda kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni jamaa zangu ju ya sa lazima la kumcha Allah juuya salazima lazima la kumtii Allah tabaraka wataala, lakini najuuya sa lazima la kufanya kazi za halali <Galile> ambazo kazi ambazo Allah tabaraka wa taala amezibariki ni kazi za mikono miwili, katika miongoni mwa mabini na ndio kubwa ni kufanya kazi za halali. Wallahi kazi ya halali imekuwa na, na baraka kubwa, kazi ya mikono miwili na baraka kubwa. Allah tabaraka wa taala anaamrisha akisema, kuna amali, fanyeni kazi fanyeni kazi wanadamu, basi ya rabba Allah. Allah tabaraka wa taala anaona, hii ni kuonyesha kwamba Allah ametuamrisha, inatakiwa tupambane ndugu zangu, nafasi na kupata tamaa katika haya maisha. Wao wameweza, wamefanikiwa, wana nini? Wamempa nini Allah? na sisi tushindwe? Kwa uwezo wa ta Allah tabaraka wa taala, tusurudi nyuma na tupambane. Fanya kazi aina yoyote alimradi, mwanadada, fanya kazi aina yoyote, tembeza beseni mitaani, fanya kazi yote alimradi usifanye fanye kazi ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kaka yangu mdogo wangu, fanya kazi kwa nia moja, alimradi simwasi Allah tabaraka wa taala. Hii afya ni neema, tunza afya yako, muombe Allah tabaraka wa taala. Wallahi Allah atakufanikisha katika majambo yako kikubwa sana. Alhamdulillah, hizi hizi ni kazi Allah amezibariki, kiwanda kama vile baadhi ya manabii kwa kufanya kazi hizi, mashaallah za kufanya katika masnaa, katika viwanda kuna sisi alhamdulillah, natakiwa tupambane na tumwombe Allah tabaraka wa taala tufanikiwe katika majambo yetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.